Matumizi bora ya dawa za shambani huanza kutoka wakati tunapozinunua hadi wakati tunapotupa chupa zilizotumika. Kabla ya kutumia dawa za shambani, ni muhimu kukagua hali ya shamba. Hii itakusaidia kuamua njia bora ya kudhibiti wadudu au magonjwa ya mimea. Mbinu jumuishi za kudhibiti wadudu au magonjwa ya mimea yani Integrated Pest Management au IPM, hutumia njia mbalimbali kama zile za kitamaduni au za kibayolojia. Katika IPM, Kemikali ama dawa za shambani hutumika kama suluhisho la mwisho kabisa. Tunaponyunyuzia mimea dawa shambani, tunapaswa kutumia mavazi ya kujikinga ili kujiepusha na adhari za kiafya kutokana na kemikali. Tusipojikinga, kemikali zinaweza kuingia mwilini kwa njia ya ngozi, kupumua au kumeza kwa bahati mbaya. Anza kwa kuvaa ovaroli au aproni na uhakikishe umefunga vizuri kwa vifungo. Vaa buti na uhakikishe ya kwamba ovaroli zimefunika juu ya buti. Usizifunge ndani ya buti. Hii husaidia kuzuia kuguswa na dawa iwapo itamwagika. Kisha vaa vifaa vya kukinga uso kama barakoa, miwani na kofia. Mwisho, vaa glavu. Namna ya kuvaa glavu itategemea na aina ya mimea tunayonyunyuzia dawa. Kwa mimea mirefu, kwa mfano miti ya matunda, vaa glavu juu ya mikono ya ovaroli. Kwa mimea mifupi, kwa mfano mahindi, maharagwe au viazi, ingiza glavu chini ya mikono ya ovaroli. Hakikisha unanunua madawa ya shambani kutoka kwa duka iliyosajiliwa na bodi ya kudhibiti viuatilifu yaani Pest Control Products Board, PCPB na upate risiti rasmi. Kabla ya kuchanganya au kutumia dawa yoyote, soma kibandiko cha dawa na ufuate maelekezo kikamilifu. Kwa sehemu ya mbele ya kibandiko utapata yafuatayo: matumizi yaliyosajiliwa, viungo vikuu, tarehe ya utengenezaji na mwisho wa matumizi, nambari ya usajili ya PCPB, nembo ya AAK Grow, rangi na michoro ya tahadhari. Kibandiko kinapaswa kuwa kwa lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza. Kwa bidhaa zilimo kwenye chupa ndogo, angalia kijikaratasi cha ziada kilichofichwa chini ya kibandiko kilicho na maelezo zaidi. Kwa sehemu ya nyuma ya kibandiko utapata mmea unaolengwa, mdudu au ugonjwa unaolengwa, muda wa matumizi, kipimo cha kutumia, muda wa kugoja kabla kuvuna, namna dawa inavyofanya kazi, tahadhari za usalama na nambari ya simu ya dharura. Hakikisha umepima dawa kwa usahihi ukitumia vifaa vipasavyo. Fuata maagizo ya kipimo cha kutumia kama yalivyo kwenye kibandiko. Tumia kifaa sahihi cha kupulizia dawa yani nozzle. Kwa viua magugu au herbicides, tumia flat jet deflector ama flat fan nozzle. Kwa viuwadudu na dawa za kudhibiti kuvu tumia hollow cone nozzle. Usipulizie dawa kukiwa na watu au wanyama karibu na shamba lako. Ni muhimu kuosha chombo cha kupulizia dawa yani knapsack sprayer, kwa sabuni na maji safi baada ya kila matumizi ili kuepuka mkusanyiko wa kemikali na kuchanganyika kwa dawa tofauti. Wacha chombo hicho kikauke hewani kisha ukihifadhi mahali salama mbali na watoto na mifugo. Namna ya kuvua PPE baada ya kupulizia dawa. Anza kwa kuosha glavu kwa sabuni na maji ukiwa bado umezivaa. Kisha vua kofia, miwani ya usalama, barakoa, buti, ovaroli na mwishowe vua glavu baada ya kuzisafisha. Ni muhimu kuosha mavazi ya kujikinga yaani PPE kwa sabuni na maji kila baada ya upulizaji. Pia, oga mara moja baada ya kumaliza shughuli ya kupulizia dawa. Kabla ya kutupa chupa au chombo kilichotumika, kisuuze mara tatu kwa maji kisha ukitoboe na kukikandamiza. Hatimaye, kikabidhi kwenye kituo cha ukusanyaji wa vyombo vya dawa za shambani kilicho karibu nawe. Spray Service Provider, yani SSP ni mkulima wa miaka kati ya 18 hadi ya 45 aliyepata mafunzo rasmi na kupewa kibali na PCPB kutoa huduma za kupulizia dawa kwa wakulima. Wakulima wanahimizwa kutumia huduma za SSP kwa sababu zifatazo: SSP wako na ujuzi wa kutambua wadudu na magonjwa kwa usahihi. SSP wanasoma, kuelewa na kufuata maagizo ya kibandiko cha dawa kikamilifu. SSP hutambua tofauti kati ya dawa halisi na bandia. SSP huweza kudumisha vifaa vyao vya kupulizia dawa kwa ufanisi. Kutumia huduma za SSPs huepusha wakulima na hatari ya kuathirika na kemikali inayoweza kutokea wasipotumia mavazi ya kujikinga.